Wapendwa sana watazamaji wangu, karibuni kwenye chaneli yetu hii ambayo tunaendelea na jitihada zetu za kufanya dunia hii iwe mahali pazuri zaidi pa kuishi. Yapo mambo mengi sana ambayo kama wanadamu tunatakiwa kuyafanya ili dunia hii iweze kuwa mahali pazuri zaidi pa kuishi. Lakini mambo yote haya yanafungamanishwa na jambo moja lile la upendo. Mahali penye upendo lazima pata kwa ni pazuri zaidi kuishi. Mahali ambapo pana chuki, hapana upendo, hakuna ambaye angependa kuishi mahali kama hapo. Na leo tunakwenda kuangalia au kutafakari matendo saba ya huruma eh, matendo ya huruma saba ambayo ni ya kimwili. Katika moja ya vipindi vyetu vilivyopita, tumeongelea matendo saba ya huruma ambayo ni ya kiroho. Leo tunaangalia haya matendo saba ya kimwili, na matendo haya yanagusa zaidi mahitaji nagusa zaidi mahitaji kwa hiyo, wewe unayetaka kufanya matendo ya huruma unatakiwa uangalie mahitaji na uweze kuyawezesha kuya, kuya, kuya mahitaji hayo, na kwa kuyawezesha, kwa hakika utakuwa unafanya matendo ya huruma. Karibu sana tutafakari pamoja, uh, injili na kimaisha, ili tunapofika huko mbele tuseme tumekuwa washiriki kwa kufanya dunia hii kuwa mahali pazuri zaidi pa kuishi. ni kuomba basi U, u, baada ya kumaliza kipindi hiki uende ukasome uh, Injili ya Matayo sura 23 aya ya 35 hadi 40, utamwona Yesu Kristo mwenyewe akiongea juu ya matendo haya ya huruma. Utaweza kuyadadavua vizuri, na ukiunganisha na ambacho nitakwenda kukisema, ninaamini utakuwa na ukamilifu mkubwa zaidi wa kufanya, wewe ushiriki wako wa kufanya dunia iwe mahali pazuri zaidi pa kuishi uweze kuwa mkubwa na mzuri zaidi. Karibu sana tuende pamoja, usahau kulike video hii, usahau kusubscribe kama hujawahi kufanya hivyo, ili basi tuweze kupata nguvu ya kwenda pamoja zaidi na kuletea video nyingi, nyingi, nyingi zaidi zitakazoenda kupa nguvu zaidi ya kushiriki kwako kufanya dunia kuwa mahali pazuri zaidi pa kuishi. Tendo la kwanza. Tendo la kwanza ni ile la kuwalisha wenye njaa, kuwalisha wenye njaa. Ili ni tendo la kimsingi kabisa na la huruma tena ya kimwili na katika dunia hii ambapo wapo watu wengi ambao wanakufa kwa ajili ya kukosa chakula, ambao wanahangaika kwa kutafuta chakula, sisi kama tutaweza kuwalisha wenye njaa, basi tutakuwa tumefanya tendo hili kubwa la huruma ambalo ni la kimwili. Wakati mwingine huwa tunajiuliza, tunawalishaje? Tunatumia mfumo gani wa kulisha hao wenye njaa? Tutashirikije kuwalisha watu wenye njaa? Lakini namna ya kushiriki ziko nyingi. Kumbuka kwenye kipindi kilichopita tuliongea baada ya jirani yako ni nani. E, hapa tunaweza tukasema jirani yako ni yule mhitaji, yule mhitaji ambaye wewe unaweza ukashiriki kumfanya kuondoa ule uhitaji wake, kumpunguzia ugumu wa ule uhitaji wake. Na unaweza kushiriki chakula pamoja na jirani yako, lakini unaweza kusaidia watoto wa mitaani ambao wanahangaika kukosa chakula. Unaweza kuchangia kwenye vituo vya kulelea watoto, lakini kuna vituo vya wakimbizi. Ziko namna nyingi ambazo leo hii wewe unaweza kufanya, na kwa kufanya hivyo utakuwa umefanya tendo moja kubwa la kuwalisha wenye njaa. Biblia inasema, uh, kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula. Yesu Kristu mwenyewe anasema nalikuwa na njaa mkanipa chakula, na tunakumbuka watu wamekuwa wakiuliza wapi tulikuona? Wapi tulikuona ulikuwa na njaa tukakupa chakula? lakini kwa kuwafanyia hawa wahitaji basi tukawa tumemfanyia Yesu Kristu mwenyewe. Hii inapatikana uh, Mathayo sura ya 25 aya ya 35. Eh, kuwalisha wenye njaa. Hilo ni tendo la kwanza. Tendo la pili ndugu zangu ni kuwanywesha wenye kiu. Si tunajua kula kunaendana na na kiu, eh? Na tunajua maji ni uhai, maji ni uhai katika mambo ma, maeneo mengi duniani upatikanaji wa maji safi na salama umekuwa ni changamoto kubwa eh? Kwa hiyo ina maana kuwanywesha wenye kiu ni tendo moja la huruma sana kwa sababu ni tendo la kuwajali wasio na uwezo wa kupata maji kwa urahisi eh? Na kwa maana ya kiroho pia kuwasaidia walio na kiu ya ukweli kuwasaidia walio na kiu ya haki na kiu ya matumaini e, kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumefanya tendo la huruma. Yesu mwenyewe alisema e, akiwa mtu na kiu basi naaje kwangu anywe e, inatoka Yohana sura ya saba ya thelathini na saba. Kama una kiu uje kwangu unywe. Yesu anatualika mwenyewe twende kwake tunywe, lakini kwa kutualika huko maana anatupa kazi na sisi ya kupeana maji sisi kwa sisi ambao tunaishi huku duniani kwa sasa. Again, kama ilivyo kwenye ile la kuwalisha wenye njaa, unaweza kujiuliza ninawapaje chakula? Ninawapaje maji hawa ambao wana kiu, una una wapi walio na kiu e? Ndugu yangu, unaweza kuchangia miradi ya visima e. Unapowezesha mahali fulani maji yaweze kupatikana, maana yake umewali umeonyesha wenye kiu. Lakini unaweza kagaa maji kabisa katika maeneo ya ukame, sehemu ambao hakuna maji, ukasema mimi nimechimba maji hapa, ngoja nifanye mpira, niweke mpira uende mpaka kwa jirani na kwa jirani mwingine zaidi unakuwa umewanywesha wale wenye kiu eh, hata uki, uki, ukiwakaribisha maji wageni ukiwapa maji wageni wale utembea mbali mrefu wakataka maji ya kunywa. Wapo watu ambao hata mka akigonga nyumba yake akisema naomba maji ya kunywa, anamwambia sina, lakini maji yapo. Yesu Kristo anatualika tuwanyweshe wenye kiu, tuwanyweshe wenye kiu. Kwa kufanya hivyo, ndugu zangu, tunafanya tendo la huruma la kimwili, tendo la pili. Basi tendo la tatu ni kuwapokea wageni kuwapokea wageni au kuhifadhi wasio na makazi. Eh, sisi sote ni mashahidi eh, na tunasikia kila wakati kwamba katika jamii zetu hizi za leo wapo watu wengi ambao wamekosa makazi. Wanaangaka. Pengine nchi zao zina vita e, nchi zao hazina amani kabisa. Kuna vurugu. Wanaangaika, kuna huku wanakuwa wakimbizi, lakini wapo ambao sio wakimbizi, wako ndani ya nchi yao, lakini wanaangaika hawana makazi. Wewe ambao umejaliwa kama umeweza kupokea mgeni basi utakuwa umefanya tendo la huruma la kimwili la kuhifadhi wasio na makazi. Ndio kwa kupokea wageni tu tunafanya tendo la huruma. Inawezekana ulikuwa hujui eh? Lakini kwa kupokea wageni tunakuwa tunafanya matendo ya huruma. Kama kawaida Yesu mwenyewe alisema, nilikuwa mgeni mlinikaribisha. Lakini kama hukufanya, atasema nilikuwa mgeni hamkunikaribisha. Lakini napongea hii ya wageni huwa inanikumbusha inanikumbusha Uh, mafundisho ambayo tumekuwa tukiyatumia mara nyingi, uh, ndani ya kanisa uh, kuna yule mama ambaye alisikia kwamba Yesu anamtembelea Yesu anamtembelea nyumbani kwake, na alipokea taarifa kwa, kwa furaha sana kwamba Yesu anatembea nyumbani kwake. Unajua, kama kawaida, unapojua mgeni mkubwa sana anakuja nyumbani kwako utataka ufanye usafi wa nyumba yako, ee uandae chakula kizuri, ee uweke maua na kutandika meza zako vizuri, andaa nguo nzuri za kuvaa siku hiyo ili uweze kumkaribisha. Na mama huyo hakuwa tofauti na wengine, naye alijiandaa kwa ukamilifu kuhakisha kwamba Yesu anapoingia katika malango yake, basi anakuwa yeye amejiandaa sawasawa katika hali ya usafi, lakini amezingatia usafi wa mwili peke yake. Kwa hiyo siku ya tukio ilipofika alikaa mlangoni akisubiri yesu aweze kuingia hmm? lakini hata hivyo hakuingia baada ya muda kidogo akatembelewa na mzee maskini tusikize vizuri hapa. wakati anamsubiri yesu, akatembelewa na mzee maskini, ambaye alikuwa anaomba chakula. eh? akamfukuza ambaye alizoea kwenda kule mimi namngoja yesu mimi na mgeni mkubwa namsubiri usinichafulie mazingira hapa kwa hiyo akaondoka yule ambaye ni mzee maskini baada ya muda kidogo tena akatembelewa na mtoto aliyechafuka na mwenye njaa kali. Naye akamkataa, akasema, bwana wewe, tena wewe mchafu, utaharibu nishaweka na zuri ya langu ile ya kumpokea bwana wetu Yesu Kristo. Naye akaondoka. Baadaye akatembelewa na mama mjamzito mwenye uchovu kweli kweli, akamwambia, nisamehe jamani, siwezi. Yaani siwezi kukuhudumia mimi, na mgeni anakuja. Kwa hiyo hakumhudumia mzee maskini hakumhudumia mtoto alichafuka, hakumhudumia mama mjamzito. Yupo anamsubiri Yesu Kristo. Leo nilipofika Yesu hakuonekana. Kwa hiyo akakasirika sana, mbona hakuonekana? Baadaye baada ya kufuatilia, akamwambia Yesu, mbona hukufika? Yesu anambia, nimekuja, umenifukuza. Hebu fikiria, umekaa mlangoni muda wote, hujaona mtu yote akipita aina hiyo unayofikiria, lakini anakuambia nilikuja huku nipokee, nilikuja ulinifukuza. Mimi mbona sijakufukuza? lakini kumbe alipofukuza mzee maskini, alipofukuza mtoto aliyechafuka, alipofukuza mama mjamzito, alimfukuza Yesu mwenyewe. Kwa hiyo tulazima kuzingatia haya, kuangalia. Ndio maana kanisa linatoa haya mafundisho ya matendo ya huruma ya kimwili pia. Eh, kuhifadhi wageni, kuhifadhi wageni. Sasa wewe unaweza ukajiuliza sasa, mimi nafanyaje? Nialike ni, ni tu wageni nyumbani kwangu au nifanye nini? Lakini si lazima kwa namna hiyo. Unaweza ukatoa msaada kwa wakimbizi eh, hawa mara nyingi wana chakula hawana hiki, ukatoa msaada kwa wakimbizi lakini, ukapokea wageni kanisani au nyumbani, au kasaidia vikundi mbalimbali ambavyo vinahudumia watu wanaoishi mitaani. Kwa kufanya hivyo, maanake umetafuta kuni fulani ukalipata makazi, ukalipa makazi, au mtu fulani ukampa makazi. Kufanya hivyo utakuwa umetenda tendo la huruma la kimwili la tatu, eh, la kuhifadhi wa wasio na makazi au la kupokea wageni. Ndugu zangu, wageni ni baraka. Wageni ni baraka. Wapo watu ambao wanasema ah, tuna bajeti yao, hatuna sisi nini. Yaani ujue hapo unafukuza baraka mwenyewe. Kama Yesu alivyosema nilikuwa na njaa, hamkunipa chakula. Nilikuwa na kiu, hamkunipa maji. Mimi nilikuwa sina mahali pa kukaa, hamkunipokea. Eh, tunajiuliza tulikuwa wapi, ilikuwa wapi. Mafundisho haya leo yatuonyeshe kwamba tuna wajibu huo wa ku kwa kupokea wageni katika mazingira yetu. Lakini la nne, tendo la huruma la nne la kimwili ni kuwavika wasio na nguo. Kuwavika wasio na nguo, mavazi kama ilivyo chakula ni mahitaji ya msingi sana, tena kwa kulinda heshima ya binadamu. Wapo watu wengi ambao hawana uwezo wa kununua nguo, hawana uwezo wa kununua mavazi, hawana uwezo wa kujisitiri, pengine wameathirika na majanga eh, ya moto eh, ya mafuriko, hawana nguo Eh, lakini sisi tunazo nyingi tu tunakanyaga kanyaga, kanyaga nasema, unasema hizi hazifai hizi hazifai, kumbe zingeweza kuhifadhi watu wengine. Kuwavika watu hao ni kuwarudishia utu wao, ni kuwarudishia utu wao. Yesu mwenyewe anasema nilikuwa uchi mkanivika, au nilikuwa uchi hamkunivika. Nategemea umefanya lipi. Eh, hiyo inapatikana Mathayo sura ya 25 aya 36. Asaona kazana kujiuliza tu wapi nilikuta bwana uko uchi wapi? Mbona nimekuta huna nguo? Unajiuliza, lakini anasema kila mnapowatendea hao e, mlio nao, mnakuwa mmenitendea mimi, na kama hamkuwatendea basi, maana yake hamkunitendea mimi. Kwa hiyo na sisi tujiulize, ndio, nawavikaje wenye ambao hawana nguo? Eh, lakini tunaweza kuchangia nguo safi, pia hata zilizotumika kwa watu wanaohitaji, lakini tunaweza kuanua hata mavazi mapya kwa ajili ya watoto yatima au vikundi mbalimbali ambavyo vinashughulika na kulea watoto hao yatima. Kuna wahitaji wengine kama wafungwa eh, wote hawa wanahitaji mavazi, wanahitaji kuvikwa eh, tufanye hilo ili tuweze kutenda tendo la huruma ah, la nne. Kwa hiyo nafikiri tunaendelea kutafakari vizuri, tunaendelea kwenda pamoja, tutafakari haya na tufanye haya matendo ya huruma bila kuchoka. Lakini tendo la tano la huruma ni kuwatembelea wagonjwa ni ya kawaida kabisa, ni ya kawaida kabisa kutembelea wagonjwa. Wagonjwa mara nyingi wanapokuwa hospitali wanahisi kwamba wamesahaulika, wanahisi kwamba sijui wamekosa labda ndio maana wameumwa. Hebu piga picha, hata wewe ukiwa umelazwa hospitali, pale inafika muda wa kuona wagonjwa, wenzako kitanda kile kina mtu, kwako hakuna mtu, namna ambavyo utanyongonyea, namna ambavyo utajifiri mpweke, utasikia mpweke kwa sababu hujaja kutembelea sasa ile hali ambayo wewe ungejisikia unapokuwa hospitali, basi tuwatendee, tuwafanye wenzetu nao wanapokuwa katika mahospitali. Wanahitaji kutembelea, tuwatembelee. Tembelea mgonjwa kama ilivyo kwa mengine. Yesu anasema nilikuwa, nilikuwa mgonjwa, mgonjwa mkaja kunitazama, ama nilikuwa mgonjwa hamkuja kunitazama. Sasa kama uh, Yesu anasema tukiwatendea hao, basi tumemtendea yeye. Hebu tujipange, tujipange tunaweza kutembelea hospitali E, na, ukajibeba hata kisabuni e, hata dawa, mswaki au mswaki, ukatembea kule ukawapa uka wagonjwa, unakuwa umefanya tendo la huruma. Tuwafariji hata kwa maombi, basi e, wakati na sali tuombe wenzetu wanaougua ili waweze kupona haraka. Wengine wanahitaji msaada wa kifedha ili waweze kupata matibabu vizuri, tufanye hayo ili tuweze kuwasaidia. Lakini wako wenye mahitaji mbalimbali ya kila siku kwa ajili ya wale wagonjwa, tuyatekeleze haya. Kwa kutekeleza hivyo tunafanya tendo la huruma lile la kutembelea wagonjwa hmm? Tendo la huruma la sita ni kuwatembelea wafungwa. Hii ndio eneo ambalo mara nyingi tumejisahau, tum tumejisa, tunangoja tuje tu, tu, tuambiwe na padri tuambiwe, sijui na nani fulani, mtembelea wafungwa wawata, mtembelea wafungwa e, wakamtembelea wafungwa, tunangoja mpaka tuambiwe, lakini hatujawahi kufanya tafakari sisi wenyewe. Basi ndugu zangu kupitia video hii hebu tufanye tafakari tufanye tafakari na tuone umuhimu sisi wenyewe kama binadamu kwa tembelea wafungwa ndugu zangu sio kila mfungwa kule amekosa wapo wafungwa ambao wamesingiziwa wapo wafungwa ambao hawakukosa kabisa lakini wamelazimika kwenda kwa kwa ajili ya kuhifadhi kitu fulani kwa faida ya ya, ya, ya, jamii au kwa faida ya familia hmm? basi tutembelee wafungwa tunapotembelea wafungwa kumbe tunafanya tendo la huruma na tunafanya tendo la huruma la kimwili Yesu amesema Nilikuwa kifungoni mkanijilia, au mlikuja kunitazama. Lakini upande wa pili nasema nilikuwa kifungoni hamkuja kunitazama. Sasa sisi tufanyeje? Tunaweza kujiunga na huduma za gereza za, za, za, za kuhudumia watu wa gerezani. Tukiweza kutoa huduma za watu wa magerezani, tumetenda tendo la huruma. Lakini naweza kutoa msaada wa kiroho pia msaada wa kisheria wapo, wafungwa wako kule, wanahitaji msaada wa kisheria ili waweze kutoka, ili kuonewa kwako ao kuweze ku, ku, ku, kudhibitika ku, vizuri wanakosa msaada huo. We, ukienda kule, ukasikiliza, ukatoa msaada wa kisheria, uhakika umefanya tendo la huruma eh? Lakini kifamilia, mnaweza kufanya kama familia, tembelea wagonjwa, amini wafungwa, na mkatoa huduma ile ambayo wanaihitaji na pengine usingeenda wewe, wasingeipata huduma hiyo. Tutembelee wafungwa, tusianze kusema haiwahusu, haituhusu, shauri yao, wamekosa. Si wote walioko kule wamekosa, lakini hata wale waliokosa ni binadamu, wanahitaji mahitaji kama ya mwanadamu mwingine yoyote. Tuwasaidie ili waweze kujirudi, waweze kujiona ni binadamu ambao hawajasahaulika. Hiyo ni tendo la sita. Tendo la saba ni kuzika, kuzika wafu. Wafu, hii ni tendo la la saba na la mwisho, kuzika wafu Ndugu zangu naliona kama ile la kawaida hivi, lakini kuzika mtu kwa heshima ni tendo la upendo, tendo la upendo wa mwisho kabisa ambao tunaweza kumfanyia mtu. Kumbuka yule mtu hajiwezi, hajijui tena, lakini anahitaji hifadhi tena ya heshima. Wapo watu wengi ambao wanakufa bila ndugu, ndugu zao kujua, au ndugu zao hawana uwezo wa kifedha kwa ajili ya kufanya mazishi ya heshima. Lakini kama tumeshiriki, na sisi tunakuwa tumefanya tendo la huruma. Ili ni jambo la muhimu sana. Wakati mwingine anahitaji moja kwa moja hata ukisoma kwenye Mathayo 25, upengine ulioni moja kwa moja kama tendo la huruma. Lakini kanisa Katoliki spesheli kanisa Katoliki liliongeza li, li, li, li hili kutokana na umuhimu wake wa kihistoria na wa kiroho. Kwa hiyo ndani ya kanisa Katoliki uh, tendo la kuzika wafu ni moja ya matendo ya huruma. Leo hii tunaweza tukajiuliza tena, tunafanyaje sasa? Yaani tunaweza kutafuta watu, watu tuzike au tunafanyaje? Hapana, tunaweza kushiriki kwa kuchangia gharama za mazishi, hiyo ni kumzika. Tunaweza kushiriki ibada ya eh, pamoja na wafiwa, hiyo ni kuzika. Lakini unaweza kusaidia familia wale waliopoteza wapendwa wao, tukiwa fariji wale familia waliopoteza wapendwa wao, tunakuwa tumefanya tendo la huruma. Ndugu zangu, matendo ya huruma ya kimwili yanalenga zaidi mahitaji yeye analenga zaidi kutengeneza upendo, kutengeneza ukaribu, kutengeneza hisia ya kuwa hujatelekezwa, hujatupwa, hujasahaulika. Tufanye matendo haya ya huruma ili tuwezeshe wenzetu walio katika mazingira hayo, walio katika mazingira yaliyokosa upendo, walio katika mazingira ambayo yanaona hawajapata jirani. Hey, jirani yako ni nani? Tumeulizwa kwenye video iliyopita. Basi tuwaonyeshe si kwamba sisi ni jirani zao kwa kufanya haya matendo ya huruma ya kimwili. Ndugu zangu, matendo haya saba ni njia halisi kabisa ya kuonesha upendo wa Mungu kwa vitendo, upendo wa Mungu kwa vitendo; ni wito sasa kwa kila mwanadamu eh, kila Mkristo, umu, ya uwe Mkristo au Muislamu eh, kuishi haya matendo ya huruma kwa ajili ya wenzetu eh? Yesu anasema, kadiri nilivyomtendea mmoja wa hawa ndugu zangu walio wadogo mlinitendea mimi. Kwa hiyo tusitafutilize kwa tochi, nikafanye wapi, kwa sababu watu tunaishi nao weze tunaoishi nao, tukipekua shida zao tukazitekeleza, hakika tutakuwa tumefanya matendo ya huruma na Mungu atafurahi. Mungu, tutabarikiwa na ndio lengo letu la kufanya dunia mahali pazuri zaidi pa kuishi linaendelea kutimilika tena, katika hali nzuri kabisa inayomfanya Mungu kufurahi. Kwa mara nyingine ni kushukuru tena kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho naomba ukaendelee kutafakari haya, kasome neno la Mungu. um, Matayo 25 sura thelathini na tano hadi arobaini, udadavue vizuri eh, nini Yesu Kristu anasema, alafu we mwenyewe ukaishi njiri hiyo ukaishi upendo huo ukaihubiri na kuiishi haya yote ambayo bwana wetu Yesu Kristu ametuagiza eh? Nirudie, Kadiri mlivyomtendea mmoja wa hawa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Tukatende kwa jirani zetu, tukatende kwa ndugu zetu, kwa jamaa na marafiki zetu, na kwa kutenda hivyo tutakuwa tumemtendea Kristo yale ambayo ameagiza tuyatende. Niwashukuru sana. Basi endelea, nikukumbushe ku like, uh, ku comment, lakini kusubscribe kama wewe ni mara yako ya kwanza kufanya hivyo, video zingine zote zinazokuja zenye mafundisho mbalimbali utakuwa wa kwanza kuzipata na wewe kufaidika katika maisha yako ya kila siku. Asante sana. And bye for now.